wakati twaiva mwinga vakobongigi fitofu witeleka vipye kina vipya fika gina neke peva kobonge vahanze na uti na ludodo nako we kukandu wagenda mukate de wele vati ikiponto mmeshelekea kweli mulye ugali uiva ndawali de ikipindi kyo mkate wa kufumbika muni kweli wa mukate wa kufumbika ivibama yani vangi ndisichira mwingi tedi yani munu wili ya wikikala siku tatu kuchosu heli yani munu kina mateso bila chuki kangi si si kina vivi kimboga cho nyangelesa si nyangelesa lufue ni mani mwaka nyala apa si nyala apa Saizi miaka imebadilika mwezi kutuambia kitu, nyinyi watoto wa 2000 simu kweli waki yenu nyenye, mpulikichage radio ipo ni mm. shamba FM -Mu, mpulikichage mvindi FM nulu FM eh, basi ilo akuta ikipindi kio kabla ya radio mm. kuingia, mtatuambia ni ngiro mm. sikuchi mkwelo wa kila kinu munu mwana mdodo la tige mimi Dar es Salaam, na hiyo uliona api kwenye simu kipindi kio, wigenda wiki week mbele mpaka ukafike pa Dar es Salaam, nilienda kufanyaje hapa Dar es Salaam wiki miaka ya samani na leo kangogo khalava yale mwigo na ukalava ingita wifu ade mtia kwa hiyo kuna koga balo angeleta kwanza ah. kalava usogwe kuya kusibitali au vio masindano kwanza uone vio misindano wivu sugula bible kuna kipindi vafikike va va vanezi au doctor aita nyela huyu nataka uita iginte muno eh pamunu uita ano balamike but yani uita panakia maneku kwedede muno mukafu mukafu

koitakwa kwa enongwa ngomi koo kimbila hela wifyama twafia vya maalimu na vachungaji ne vaungile kwa kiswahili luluvalugumu kuleka higi koolamula pye